Jambo, pole. Baba pole. <laughs> <laughs> Nakwambia ni hatari, njoo hiyo sasa, njoo watu wako wanaenda, unaona, na nyuma wote, he wote eh, manake inakuwa ila irairaki sasa, na mvua sasa inakuya, mvua inakuya usietu, sioni unaona kistakowa wanakimbia, unaona Luvungi hapa

hata abangenda kuba deloge hivi, niko nakwambia kuambia, sita kuvichika. Ulisema ni kuanze maneno ya huku, kufro sababu uko na mie sire na njoo sire, niko na mie sita atustaki mutu. Tuko nasema sema vyenye viko napita huku, nataka ukwambia kwanza, Barundi batu yetu na ba FRDC beko andebatante hivi, hakuna mwaye droni na vapiga sana nono na ramforce iko na panda, itoka Kaziba, hii ramforce hii, hii grupe yenye iko napenda Ku, kufanya hii manevu. Afake drone, njoo inatosha watu yetu bote. Sasa siye tufanye nini sasa? Jambo baba pole. Nakuambia ni hatari njoo hiyo sasa. Njoo watu wako wanaenda. Unaona? na nyuma huko wote, he wote, manake inakuwa. Ila ila sasa na mvua sasa inakuya mvua, na hiyo sketu sio? Unaona kisa tako wanakimbia, unaona? Luvungi hapo Luvungi hapo, si sibani nyuma, ni mbele huko ndio kwenye niko na, hapo polo. Wewe si ni vita hii. Wewe ni wazana kubeba si ni vita hii. Uko unaona, ndio habari hiyo hakuna tena. Watu wote vote ni kukimbia, ukimbia vote wanatoka, bado sasa kule kwa bara sasa, nyuma sasa ndio hatari nyuma eh, nyuma ndio hatari, manake vitu vinanginda sasa Bagie.